Maono ni kutekeleza jambo akilini mwako kabla halijaonekana katika macho ya binadamu. Maono ni kuona kesho ukiwa leo. Maono ni kuiona miaka kumi ijayo ukiwa leo. Karibu ndugu mpendwa, katika chaneli hii yako ya maendeleo binafsi, ambao tunatoa elimu inayolenga kumsaidia mtu kuweza kulijua kusudi lake, yaani kuweza kujua sababu ya yeye kuwepo hapa duniani, pamoja na kuweza kumimarisha kiakili, kihisia, hata pia kiroho. Na adi zaidi nampatia mbinu mbalimbali za kuweza kufanikisha malengo, maono, ndoto alizonazo katika maisha yake. Ikiwa ndio mara yako ya kwanza kuja subscribe, basi unaweza kupata muda na nafasi ya kuweza kusubscribe, ndipo tuweze kuanza kuwa naye mwanzo hadi mwisho. Jina ni Munguiko Kalabamu. Leo tutaangalia mambo saba muhimu yanayoendesha maisha ya matajiri wengi sana kama tabia tofauti na watu maskini. Jambo la kwanza maono, yani vision. Siku zote matajiri huendeshwa na maono na maskini huendeshwa na matamanio. Maono ni nini? Maono ni picha ya kile unakitaka kuwa Yaani maono ni mtazamo wa ndani unaokuonyesha malengo yako makubwa pamoja na mwelekeo wa maisha yako kwa ujumla. Maono, tunaweza kuchukulia, kama mfano, mtu wa kwanza aliyetengeneza ndege ama kuunga ndege. Kabla ndege halijaonekana katika macho ya binadamu ilikuwa kwenye fikra zake, na ndipo sasa akaweza kutafuta njia na mbinu mbalimbali za kuweza kufanikisha yale maono yake, na ndipo akaweza kufanikiwa kukamilisha ndege, na ile ndege ikaonekana katika macho ya binadamu, na leo tunasafiri tunasafiri kupitia hizo ndege. Kwa hiyo tunaweza kusema hivi, maono ni kutekeleza jambo akilini mwako kabla halijaonekana katika macho ya binadamu maono ni kuiona kesho ukiwa leo. Maono ni kuiona miaka kumi ijayo ukiwa leo. Hiyo ndio tafsiri ya maono, ndio wapo takutana, nchi inaendeshwa na maono, iwe asosiasio fulani, yaani taasisi fulani inaendeshwa na maono, maana huwezi kufanikiwa kama huna maono, kama hujui kule unakoelekea, kama huna mwelekeo sahihi wa maisha yako. Siku zote matajiri huendeshwa na jambo hili, na hawaishie hapo. Wanaweka mikakati ya namna ya kuweza kukamilisha maono walionao, watafuta njia mbalimbali mbali, mbinu mbalimbali za kuweza kutumia ili waweze kufanikisha maono walionao katika maisha yao. Tofauti maono na matamanio. Matamanio ni wale watu ambao wanaosema nataka ninunue gari ama niweze kununua nyumba, lakini hatafute njia ama mbinu mbalimbali mbali atakazotumia ili aweze kufikia kile kitu anachokitaka. Maana ukaona mtu mtu anasema nataka kuwa mtu fulani, lakini ni mtu ambaye hatumii jitihada zake ama atafute mbinu mbalimbali za mbali, kuweza kufanikisha jambo hilo. Hayo tunayaita matamanio. Lakini maono maono yanakuwa na mikakati na mbinu na njia mbalimbali za mbali, kuweza kuyafanikisha. Napo ndipo wanatofautiana maskini na matajiri katika jambo hilo. Na faida mojawapo ya kuwa na maono maono, yani siku zote maisha yenye maono mpa mtu hamasa, kwa sababu maono yatakufanya uweze kuinuka mara saba wakati unapoanguka mara tatu. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili maono yatakupatia hamasa ya kuweza kuamka asubuhi mapema wakati wengine wanalala, ili ukiwa unatafuta njia mbalimbali za mbali kuweza kuyafanikisha yale maono yaliyo katika maisha yako. Jambo la pili ni zamu binafsi, yaani discipline. Yaani nidhamu ni ile hali ya mtu kuweza kufanya jambo ikiwa hajihisi kulifanya lakini analifanya kwa sababu ni muhimu kwake aweze kulifanya. Tuchukulie kwa mfano mtu anajipangilia kwamba kesho saa kumi kamili nitafanya mazoezi lakini siku hiyo mvua unanyesha, unakuwa baridi kali, lakini saa hiyo inapofika anaamua kufanya mazoezi. Huyo mtu tunamwita ni mtu mwenye iko na nidhamu, ni mtu mwenye iko discipline. Maana anasimamia maneno aliyoyaongea na anayafanya hata kama anajisi asiweze kuyafanya, lakini anafanya. Nizamu ni ile hali ambayo uko kwenye biashara zako, lakini marafiki zako wanakuambia funga biashara tuende ba tuweze tukanye pombe ama tuenjoy, lakini unasema kwa kweli, ndugu mpendwa, saa hii kuna jambo muhimu ambalo natakiwa nilifanye kwa ufasa. Kwa hiyo mimi siendi na nyinyi kwa wakati huu, hiyo ni nizamu, mtu mwenye kudisipline na siku zote mafanikio yanahitaji jambo hili, na matajiri wamekuwa watu ambao wanaendeshwa na jambo hili kama tabia katika maisha yao. Wakiamua kusema nafanya kitu fulani, anaamua kufanya, maana angalia ni muhimu na ni mchango kwenye kukamilisha maono, malengo, ndoto alizonazo katika maisha yake. Jambo la tatu, usimamizi wa muda. Kwa kweli kwa jambo hili masikini wengi ni wahanga. Kumbuka ndugu mpendwa, duniani sote tumepewa masaa ishirini na nne. Hakuna Bill Gates ambayo iko na masaa zaidi yako, hakusijui Elon Musk ambayo iko na masaa zaidi yako, kile kitu hakipo. Sote tumepewa masaa ishirini na nne, lakini tunatofautiana namna kuweza kutumia muda wetu katia kufanikisha malengo ambayo tumejengea katika maisha yetu. Na ukitaka kuangalia jambo hili katika tembelea katika maharusi nyingi, alafu fanya utafiti wao ukiangalia utakuta matajiri wanafika kwa muda muafaka na kuweza kuondoka kwenye harusi muda muafaka, lakini maskini wengi wanaamkia mbele ya wakati kwenye harusi na wanakuwa mwisho kuweza kuondoka kwenye harusi hiyo. Hapo tunatofautiana namna ya kuweza kutumia muda wetu, napo ndipo nakutana mwingine alifanikiwa, mwingine akufanikiwa, kwa sababu mafanikio yamefunganishiwa kwenye muda na wao jinsi huko hapo hupo duniani kwa muda, kuna wakati hutakuwepo hapa. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo matajiri wengi sana wanalinisha kama tabia kwenye maisha yao ya kusimamia muda wao vizuri, na namna nzuri ya kuweza kusimamia muda wako vizuri ni kujua kila siku unakuwa na mpangilio wako ambao unaongoza siku yako, yaani unakuwa na ratiba ambayo inaongoza siku yako. Unajua nitaamka, nitaanza hapa, nitaenda hapa, nitamalizia hapa. Utaweza kusimamia muda wako vizuri kisawasawa, na utaangalia matokeo ndani ya mwaka mmoja.